Mwongozo wa Kujifunza Biblia, Machi 23, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema sheria ya upendo. Kumbuka hili ni somo la 13 linalosema upendo ni utimilifu wa sheria. Sheria ya Mungu haiundwi na kanuni za kufikirika tu, badala yake sheria ya Mungu ni udhihirisho wa uhusiano. Hili linaweza kuonekana dhahiri katika amri kumi kanuni za msingi za amri kumi tayari zilikuwepo katika bustani ya Edeni, kanuni za upendo zilizopaswa kutawala uhusiano kati ya Mungu na watu na kati ya watu wenyewe. Amri kumi zilipotangazwa katika kutoka sura ile ya ishirini, kisha zikaandikwa katika mbao za mawe, zilitolewa kwa Israeli katika muktadha wa uhusiano wa agano. Amri ziliandikwa baada ya Bwana kuwa amewakomboa watu kutoka Misri, na amri zilijengwa juu ya upendo wa Mungu na ahadi zake kwa taifa. Tazama Kutoka sura ya sita aya saba na ya nane na Mambo ya Walawi sura ya ishirini na sita aya kumi na mbili. Mtu anaweza kuona katika sehemu mbili za amri kumi kwamba zinalenga kustawisha uhusiano wa kibinadamu na Mungu na uhusiano kati ya wao kwa wao. Soma maandiko matakatifu katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 aya kwanza hadi ya 17. Aya hizi zinafunuaje kanuni hizi mbili, ile ya kumpenda Mungu na ya kuwapenda wengine? Amri nne za kwanza zinahusu uhusiano wa watu na Mungu, na sita za mwisho zinahusu uhusiano kati ya watu na wenzao. Uhusiano wetu na Mungu na watu wengine lazima udhibitiwe na kanuni za sheria ya Mungu. Sehemu hizi mbili za sheria zinapatana moja kwa moja na kile Yesu alichokitaja kama amri kuu mbili, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mathayo 22 aya 37, linganisha na Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya 5. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Mathayo ya 22:39. Linganisha na mambo ya Walawi sura ya 19 ya 18. Amri nne za kwanza ni njia ambazo tunapaswa kumpenda Mungu kwa nafsi zetu zote na sita za mwisho ni njia tunazopaswa kupendana kama nafsi zetu. Yesu anaweka wazi kwamba amri hizi kuu mbili za upendo zinahusiana kikamilifu na sheria. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Mathayo 22 Aya 40. Ukamilifu wa sheria ya Mungu basi umejengwa juu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu na sheria havitenganishwi. Mara nyingi tunasikia watu wakisema, hatuhitaji kushika sheria, tunahitaji tu kumpenda Mungu na kuwapenda wengine. Kwa nini wazo hilo halina maana? Tunawezaje kuonyesha upendo kwa Mungu